Habari za wakati huu mtazamaji wa Bukelebe TV popote pale ulipo. Leo tarehe 27 Septemba 2025, Kanisa la Waadventista wa Sabato SUA Morogoro limefanya ibada ya kipekee ya Sabato ya majengo, iliongozwa na mchungaji Sheshinale uana katika ibada hiyo, kwaya ya vijana Mwenge kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge jijini Dar es Salaam imehudumu kwa nyimbo za sifa na kuabudu na kuwabariki washiriki pamoja na wageni waliohudhuria. Hapa ni Bwana Richard Kihoko mwenyekiti wa kwaya hiyo akieleza. Majina yangu naitwa Richard Kihoko, ni mwenyekiti wa kwaya ya idara ya vijana ya kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge mjini Dar es Salaam, tuko hapa kanisa la Waadventista wa Sabato SUA wakiwa na ibada maalum kabisa kwa ajili ya uh, huduma ya uchangiaji wa majengo, ujenzi wa kanisa la Waadventista wa Sabato SUA. Tumepata nafasi ya kuendelea ya kuwa miongoni mwa walioalikwa kushiriki ibada hii takatifu. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi hii, lakini pia tuko hapa, tutamuinua Mungu kwa njia ya uimbaji. Mungu atatutumia kubarikiwa tu kwa njia ya uimbaji, lakini pia kuwa sehemu ya mabaraka ya kushiriki ibada hii ya majengo. Sabato ya majengo ni ibada maalum ya kujitoa kwa ajili ya ujenzi na maendeleo ya nyumba ya Mungu, ambapo waumini wanashirikiana kwa pamoja katika maombi, sifa na sadaka. Jina langu ni Yustasela Joni na hii ni Bukelebe TV.